Unaangalia Msangazi TV. Ofisi ya msajili wa jumuiya za kiraia imefuta usajili wa Kanisa la Ufufuo na Uzima, yani Glory Of Christ Church kuanzia leo Juni mbili, hivyo inatakiwa kusitisha shughuli za kanisa mara moja. Katika barua hiyo ya msajili imeweka wazi ya kuwa katika siku za hivi karibuni, kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, Askofu Josephat Gwajima ameonekana katika kanisa hilo akitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuchonganisha serikali na wananchi kinyume na sheria ya jumuiya ya sura ya 337, vitendo ambavyo vinaweza kuhatarisha amani na utulivu wa nchi. Hata hivyo, kanisa hilo lina uwezo wa kutafuta rufaa kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi kupitia katibu mkuu wa jumuiya ya uamuzi huo chini ya kifungu cha 19 cha kwanza ndani ya siku 21 kuanzia tarehe ya barua ya kufungiwa kwa kanisa hilo. Mimi ni Rose Dani wa Msangazi TV. Unaangalia Msangazi TV.